Katika mkutano wa wakulima wa zao la pareto na kampuni ya PTC ambao wamekuwa mwavuli muhimu kwa wakulima wa pareto mkoa ni Njombe wamesema ili kuhakikisha pareto inazalishwa kwa ubora unaokidhi tija ya soko, kuna haja mamlaka ya za serikali kurudi na kuanza kuhamasisha wakulima kugeukia zao la pareto, kwani kwa sasa wazalishaji wengi wa zao hilo wamekuwa wazee tofauti na vijana ambao wamejikita zaidi katika uzalishaji wa zao la viazi mviringo pamoja na parachichi. Upande wa wa, wa zao la pareto katika eneo letu kidogo kwa sasa lina changamoto. Changamoto kubwa zaidi hasa ni mabadiliko ya tabia ya nje hali ya hewa. Maana hali ya hewa kwa Njombe hii inabadilika kila mwaka, kila mwaka inabadilika. Kwa hiyo kutokana na mabadiliko ya hali ya hewa, zao la pareto linashuka tofauti na miaka ya nyuma huko. Ah, wazee kidogo na wanarudi kwenye zao la pareto kwa sababu wanafahamu tangia miaka ya nyuma jinsi lilivyokuwa linawapa hela miaka hiyo, lakini kijana wale waliyezaliwa wale, miaka ya karibuni ya kuanzia elfu mbili na kuendelea mbele kwa kweli kuelewa somo hili ni ngumu sana. PCT inatusaidia <coughs> miche za pareto kuatika bure na tunapanda bure. Changamoto iliyopo ni miche kuto ku, kuleta matunda ya, ya pareto kwamba miche wanazotupa sio bora zaidi, miche zinaungua hazilete matunda, ndio maana tunafanya changamoto uzalishaji unakuwa duni. Hata hivyo, maafisa kilimo, ya kilimo halmashauri ya mji wa Njombe na mdhibiti ubora wa zao la pareto wamesema licha ya kuwepo kwa baadhi ya changamoto kwenye kilimo cha pareto, bado mikoa ya Njombe, Iringa na Mbeya imekuwa wazalishaji wazuri wa pareto bora inayohitajika katika soko la dunia, huku bei ya pareto kwa kilo ikifikia elfu tatu mpaka elfu tano E, kwa kuanzia na huu mwaka wa kilimo elfu mbili ishirini na tano takribani wakulima e, kama mia nne hivi pamoja na shule ambao wameanza kwa mwamko mwitikio wa awali tayari tuna hekari kama sabini ambazo tayari zimeshapanda pareto, ukiachana na wakulima ambao tayari walishakuwa nalima. Haya ni mashamba mapya hekari sabini, tunaona ni mwitikio mzuri kwa kuanzia. John Pasco ni msimamizi mkuu wa mradi wa wakulima wadogo kutoka PTC na Jerad Joseph ni mhasibu mkuu wa kampuni ya Pareto wamesema hapo awali kumekuwepo na changamoto ya mbegu bora ya pareto, jambo ambalo limepelekea kuundwa kwa idara maalum kwa ajili ya uangalizi wa karibu wa zao hilo, licha ya kuwepo kwa baadhi ya mazao shindani pareto kama pareto hakukuwa na mbegu specific ambayo imefanyiwa research ya kutosha kujua uzalishaji wake utakuwa ni kwa kiwango gani na inaweza ikampa mkulima mazao kwa kiwango gani. Kuanzia mwaka elfu mbili na ishirini na mbili ishirini na tatu na ishirini na nne kumekuwa na mwelekeo wa kushuka kwenye uzalishaji, na leo tuko hapa kujadili sehemu kubwa kwamba nini hasa kinasababisha kushuka kwenye uzalishaji. Sasa katika haya yote sisi tuko hapa kuangalia kwamba je, tunawezaje kuwahimiza wakulima wakarudi kwenye zao la Pareto zaidi? Lakini pili hatuwahimizi kwamba waache mazao mengine, hapana.